Spinach ni miongoni mwa mboga inayopendwa na wengi humu nchini, maarufu wake ukitokana na wingi wa virutubishi, hivyo kuongeza thamani yake ya lishe. Kwa muda wa miaka 26, Frederick Keli Luili amekuwa mkulima wa mboga hii, akibaini kuwa ametumia faida zake kulea familia yake na kusomesha wanawe. Nimeanza hii e, ukulima spinach 1999. Nimeona iko na faida sana juu e, hiyo miaka yote imenipea pesa na nimefanya mamo mingi na sana sana kulea kulea familia yangu. Mkulima huyu kutoka eneo la Lumbwa, kaunti ya Machakos akibaini kuwa siri yake ya kupata mazao mema ni kupanda mbegu za mboga hii yeye mwenyewe katika kitalu badala ya kununua miche tayari iliyomea. Spinaji zangu mimi na nazitoa kutoka kwa nursery bed, that is nikinunua kwa kwa agrovet ama kwa nduka, na nakuja najitengenezea seed bed mzuri, alafu naweka seeds zangu. Ukitengeneza hiyo ka seed bed, unaweka mbolea kwanza alafu unaongeza fertilizer kama unataka DAP compound, ndiyo ikuwe ikuwe haraka. Baada ya miche yake kukomaa, mkulima huyu anadokeza kuwa yeye anaipanda katika shamba lake aliyoitayarisha. Hata hivyo, yapo baadhi ya magonjwa yanayoathiri mimea hii ikiwa shambani, mkulima huyu akisema kuoza kwa shina za spinach kumeathiri wengi wa wakulima wa spinach nchini na kutatua changamoto hii pamoja na wadudu wanaoshambulia spinach. Mkulima anafaa kunyunyizia mimea yake dawa husika, sana sana spinach zinapatangwa na ukonjwa zinakuanga na ile ina, ina, ina, ina inaitwa stem rot. Stem rot ni ukonjwa ukizitoa kwa, nazari ukisipeleka direct kwa kwa, kwa shamba eh, usipo nunizia dawa vizuri inakuanga na stem rot. Ikipatwa na hiyo stem rot spinach ina ni ina kama inakufa. Mboga ya spinach huwa na changamoto kadha. Inapokuwa hivyo, wakulima wengi wakisusia kuipanda. Mkulima huyo akibaini kuwa jambo hili limesababisha bei yake kuongezeka sokoni. Spinach hazipandangwu mingi sana, ndio inakuanga na challenge mingi, zinakuanga na challenge mingi kutoka kwa nazari ukishika. Okay, spinach nyingine unaweza labda zasingiti unaweza kumi lakini hiyo hii inategemea na soko. Saa zingine tunauza tukitumia t, e, kilo. Fredrik Keli anabaini jinsi anavyoshirikiana na wakulima wenzake katika eneo hilo kusaidia jamii, asawa wakazi walio na mapato ya chini. Sisi tunasaidia e, familia zile, familia zile zile hazina mapato sana, unakutana una, una, una, una, una na una familia Eh, mzazi anaoka na watoto wengi na labda ana uwezo wa kuwa tuna, tuna, tuna, tuna wa kuwalea. Saa zingine tunawaita tunawachunia sukuma bure, tunawapitia wana, wanaenda ku, ku, kupatia watoto. Isaac Musioka, makala ya kilimo na Undugu.